Nikipiga vita kila hila ya giza ipate kuvunjika, kila sura ya wafu ipate kuvurugwa, huyo adui asipate umiliki wa sura hiyo tena. I break you now. Kila minyororo usiku unaonifunga I break you now. Kila hila ya wachawi I consume you by fire by holy ghost fire. Kila madhabahu ya mizimu teketeza nao leo usiku huu, natangaza ushindi wangu. Ndoto mbaya hazina mamlaka juu yangu, mizimu haifanikiwi tena juu yangu, wachawi wanaanguka katika ila zao wenyewe. Mimi ni huru kweli kweli, mimi ni huru kweli kweli, kwa jina la Yesu Kristo. Ee Bwana nakushukuru kwa ushindi huu, kwa moto huu, kwa amani hii. Na nakushukuru kwa kuniondoa hofu na kunipatia ujasiri wa kushinda kila vita ya usiku. Ee Baba wa mbinguni, ninainuka kesha hii usiku huu mbele zako, nikiacha kitanda changu kizuri, nikiacha mashuka ya thamani, nikiacha mke wa thamani, nikiacha usingizi mnono nikiinuka mbele zako katika madhabahu yako, thank you Lord for wake me alive tonight. E Bwana nakutukuza, ninakushukuru, ni na kushukuru, nakutambua wewe ndiye Mungu wangu wa milele. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, wala sina miungu mingine ninayoabudu.